Taifa la China limechukua hatua kali zaidi ya akili mnemba au AI ambazo zimekuwa zikisaidia watu wengi katika masuala mbalimbali, kwenye kuuliza maswali, kwenye kujitengenezea vitu mbalimbali. Hizi AI nyingi wanatengeneza wao na vitu vingi, sasa imekuwaje wao wenyewe wanazuia kwenye nchi yao? Ni kwamba uh, rais wa China pamoja na bonge lake wameamua kusitisha huduma za AI au kuisimamisha kuzi kwa muda, kutokana na kwamba uh, kwenye nchi ya China kipindi hiki kipindi cha mitihani ya taifa, wanafunzi wengi wapo katika mitihani ya kujiunga na vyuo vikuu uh, hivyo platform maarufu mbalimbali kama vile Alibaba uh, ByteDance Doubao na zingine nyingi uh, imeweza kusitishwa baadhi ya vipengele kama vile utambuzi wa picha na usaidizi wa kutegemea maswali uh. Unajua katika, katika kipindi cha mitihani AI zinaweza zikawa zinafanya kazi, ni rahisi watu kuiba mitihani na kuweza kupata majibu bila kutumia akili. Sasa hatua hii imekuwa ya kwamba wanataka wapime akili ya mtu, kama unavyojua mtihani ni kupima uelewa wa mtu. Kwa hivyo waliona kwamba watu wengi wanaweza kutumia AI, kwa sababu matumizi ya AI yamekuwa ni mengi, sio kwa watoto wala vijana wala watu wazima, matumizi ya AI yamekuwa mengi. Hata imekuja baada ya China kuwa kwenye kipindi cha mitihani kama nilivyokuambia, na wanataka wanafunzi wafanye mitihani na akili zao. Nimekuambia kwamba wana zaidi ya wanafunzi milioni 13 ambao wanafanya mitihani ya taifa katika kipindi hicho, ambao wanataka kujiunga na vyuo vikuu. Hivyo simu na laptop tayari vimeshapigwa marufuku pamoja na chatbot mbalimbali kama vile Deepseek zimesimamishwa kwa muda. Ripoti inaonyesha lengo kuwa ni kuwezesha kuwa ushindani uh, sawa kwa kila mwanafunzi. Ndio, kama nilivyokuambia hapo before ni kwamba uh, katika nchi hiyo wameamua kufanya hivyo ili kudhibiti masuala ya kuchiti katika mitihani ya taifa. Hivi unadhani awapo sahihi au awapo sahihi akufanya hivyo? Naomba comment yako, umelionaje swala hili? Je, wamefanya vizuri kuzuia hizo AI kwa muda na au wamefanya vibaya? Nataka nisikie comment yako hapo, nataka nijue maoni yako wewe, mwana tech ambaye unafuatilia masuala ya tech na ambaye unapenda habari zaidi. Hii ni FYP marketing, hapa tunafundisha masuala ya tech, AI, jinsi kupata pesa mtandaoni na social media zingine. Na pia kama unataka kuwa content creator mzuri, pia karibu atete, nitakuelekeza masuala tips mbalimbali, ili kuwa content creator